Asante ah, nimetokea Dodoma. mm -hmm. Lakini nilikuwa na kada nafanya kazi gani? Kazi gani za ndani. Nimebadilisha mazingira kwa sababu, kwa sababu mbili. mm -hmm. Sababu ya kwanza mm -hmm. nilikuwa napenda natamani kumwona sana jisikilia live yaani <laughs> nilikuwa naona tu kwenye TV ndio mimi umeniona, ndio nikasema saa hivi nitakaye nikamuone live, alafu nikafanya kazi kwake. Sababu ya pili ndio hiyo, yaani natamani na mimi ni jinsi nivyokuwa na kuangaliaga, nikasema yaani kwa sababu watu wengi walikuwa na dharau kwamba ukimwambia mtu wewe ni mfanyakazi wa ndani, mm. Anakuchukuliani kama ni mtu ambaye ni ni wa hadhi ya chini sana, ni kwamba ni kazi ambayo mm. ya mtu yaani, aliyefeli maisha kiasi kwamba mm. kiasi kikubwa lakini nilivyoona mm -hmm. jinsi ulivyo na jinsi ulivyopanda mm -hmm. nikasema, kama kaweza basi na mimi naweza nikaweza. Amina. Mm. Hakika kabisa ndio kazi naifanya hapa. Hey, nikasema hey, na mimi nitaweza kwa sababu na mimi ni mwanamke mm. na yeye ni mwanamke mm. basi na mimi hata kama sitaweza kama yeye mm. lakini kwa asilimia na mimi nitaweza. Toka hapo nikaanza kuheshimu kazi yangu ya ndani. Kwa hiyo mm. hata mtu akiuliza muda wote anafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya ndani. Bila shida kabisa. Sio, huogopi. Huogopi tena. Hey. Bila, nakupa ujasiri. Ndio. Na nakwambia Hadija sio okay tu, utafika kama mimi. Wewe unaweza kufika zaidi ya mimi. Amina. Cha kikubwa, muamini Mungu, fanya kazi kwa bidii na mwaminifu. Kuwa mkweli, usiwe na vitabia vya uongo uongo wala udokozi e. Ukitoka hapo hata kwenye biashara utakayokwenda mm, nenda kwenye biashara nyingine ukiwa na tabia hizo hizo mm, unachapa kazi unakuwa mwaminifu, unakuwa mwadilifu, hivyo mm. nimemaliza na kumtanguliza Mungu mbele e. Usiogope binadamu hata siku moja ndio e. Ukiokopa binadamu wenzako utakufa maskini ni kweli e, kabisa utakufa maskini. Kwa hiyo bwana, hongera e, mm. na karibu sana na nimefurahi sana kusikia ushuhuda wako kwamba mimi nimekuhamasisha e, ukaona kwamba kumbe kazi ni kazi kama kazi nyingine Ndiyo. Na mimi naweza kuwa kama Dada Joyce na mimi na e. Nakwambia utakuwa zaidi ya mimi. Amina. Kwa sababu nilikuwa nakuangalia kwenye kipindi cha Dada Zikile, ulikuwa unapenda kuja. Mm, walikuwa wananialika. Hey, eh. Hey. Eh. Mm. Yaani yeah, nilisema Mungu mm. nisaidie siku ni muone live. Kama sita muone live basi yani ulinifanya yani nijiamini kwa asilimia kubwa. Wow. Eh. Yeah. Wow. Yaani yeah, wewe ni mwanamke bora sana. Kwanza nitamani kwa, Yesu alipokuwa mrembo. Amina. <laughs> Yeah, Amina yeah. Ina, Amina mm. Hey, Amina Amina ia nimefurahi sana fana nijisikie vizuri ni vizuri kabisa mtu akiappreciate mm. mtu akiappreciate kazi yako akiappreciate kwamba umemtia moyo unamhamasisha ni kitu kizuri sana eh. Kwa hiyo nimefurahi, karibu sana. Sasa una malengo gani? Ah, maaee ni magumu lakini, mm -hmm. Kwanza natamani kuwa mama mwenye nyumba mwenyewe. Unataka kuwa mama mwenye nyumba gani? waga kwa nini hivyo mwanaume anakuwa na, inu, gena, kwanini, na kuana, mtaji mdogo ana kazi ndogo, mm -hmm. ana uwezo wa kujenga. Mimi ni mwanamke yaani, kwa nini sifanye kazi kama yeye, mm -hmm. nami nikajenga, nitashindwa? Yaani nataka kuwa, unataka kumiliki nyumba niwe na e, nyumba. Nyumba yangu niwe na biashara yangu. Aa e, natamani niwe na nyumba yangu mwenye, kwamba e, nimejenga ni mwenyewe kupitia kazi za ndani hata kama msichana mwingine e. Yaani ambaye anajua mi sijasoma mm. Lakini niwaambia kafanya kazi, sababu watu wengine wanapenda kusema kazi, kazi za ndani hazina manufaa. Nikwambia, unaona nilichokifanya. Kwa hiyo ukifanya mm. kama mimi mm, unaweza kuwa na nyumba yako na hakuna atakaye kusumbua. wow. Yeah. Wow. safi kabisa, na nakwambia, dada Hadija, hapa tulishakuwa na wadada tulisha, ambao wakiwa kwenye kazi za ndani wamejenga. Yani, kuna wadada wengi sana wamejenga kwa kazi hizi za nyumbani. Ndiyo. Kwa hiyo ndoto yako unaweza kuifikia. Amin. Kabisa, lakini huwa napenda kuwashauri wadada kwamba uh, ni vizuri pia kufikiria kufanya biashara ili usibaki tu kwenye kazi za ndani. E, kazi za ndani mimi napenda tuzitumie kama sehemu ya kupatia mtaji, mtaji ili ukafanye biashara. Biashara bwana ndio inakupa hela nzuri. E, kazi hizi zina mwisho, zina mwisho wake. alafu yani pia hela yake sio hela kubwa sana. E, ni hela ya kuanzia, e kama mbegu, mkulima anavyopanda anatumia labda kisado kama kama cha mahindi, lakini akija kuvuna anavuna nyingi. Kwa hiyo hii kazi ya ndani mm, ni vizuri sana ukaitumia kwa ajili ya kupata mtaji wa biashara. Nenda ingia katika biashara, watu wanaogopa hmm, biashara kwa sababu wanasema sio kila mtu anaweza kufanya biashara hapana. Mm, Kila mtu anaweza kufanya biashara kwa sababu kazaliwa na Mungu kaumbwa yeah, Mungu na Mungu alitutuma kuongezeka, kuzaa na kuongezeka. Kinachotakiwa ni wewe unapoingia kwenye biashara pia uanze kujifunza. Biashara pia ni ya kujifunza. Sasa wale ambao ni waoga wa kujifunza wanaanza kusema biashara ni ngumu, biashara ni ngumu. Hapana, kila kitu ni kigumu, hata kazi za nyumbani ni ngumu ndio, umeelewa? Kwa hiyo wewe una kwenda kufanya kwenye biashara mm. Anza kujifunza namna ya kufanya biashara mm. Hata ukipata hasara, ndio mafundisho yenyewe. Ukiendelea hivyo hivyo, utashangaa umekuja kuwa na uelewa mkubwa wa namna ya kufanya biashara kwenye mm. Biashara huko ndiko kwenye faida, kwenye biashara huko ndiko ambapo unaweza kutimiza ndoto zako nyingi e. Kwa hiyo hasa kitu kingine ki ambacho mimi napenda kuwashauri wadada wanaofanya kazi za ndani ni kwamba wasiendelee kubaki kwenye kazi za ndani na wasiendelee kutembelea E, zile fikra kwamba kazi za ndani zinafanywa na watu duni ambao sasa wameshindwa kila kitu. Hapana. mm-hmm. Kazi ya ndani ni sehemu ya kwenda kupata mbegu, mbegu ambao ni mtaji. Ushapata mtaji wako, nenda kwenye biashara. kuna Ndia. Watu leo ni mamilionea na hawajasoma, ila wameendelea kupata maarifa kupitia biashara. Kwa mtu asikudanganye kwamba una akili ya kufanya biashara, akili unazo ila binadamu ukiwasikiliza, ndio watakutisha, watakwambia kwamba biashara huwezi kufanya e, watakufelisha, e, watakufelisha. Binadamu siku zote atakurudisha nyuma, kila kitu atakwambia huwezi huwezi huwezi. Ndia. lakini Mungu aliyekuumba ukimsikiliza yeye na kusoma vitabu vyake utagundua kwamba una uwezo mkubwa sana ndani yako hmm. na huo uwezo unakuja, unaendelea kuunoa kwa kufanya vitu. Anzisha biashara, vile unavyofeli ndio unavyojifunza ndio. E, kwa hiyo hiyo ndio. Moja kati ya kazi yangu hapa mm. ni kuwaelimisha wadada na kuwatoa kwenye zile fikra za zamani, uh -huh. za kuonekana kwamba eti wao ni watu duni tu, kwa sababu wameanzia kazi za ndani. Hapana Mkwene. hata Yusufu alianzia kazi za ndani kwanza, aliuzwa ali, ali, ali utumwani mm. baadaye akafanya kazi za ndani, tena bosi wake akamtaka kimapenzi, akataka kumbaka, akakataa, akasingiziwa mambo hayo, akapelekwa jela yeah. kwa hiyo hizo ni changamoto za kawaida, lakini Mungu huwa anatupitisha pale ili yeah. kutu, kutu, kutung'arisha yeah. kama dhahabu baadaye alikuja kwa waziri mkuu. Usiogope kupita kwenye kazi za ndani, hiyo ni njia hiyo ni barabara. Mshukuru Mungu, kuna mm. vitu anataka ujifunze kupitia kazi za ndani mm. ili aweze kukunyanyua unapoenda huko juu. Ndio maana waga naona kama vile Mungu alikuleta ili uweze kutupa ujasiri ambao sisi elimu yetu ya amina. chini amina mm. na huo ndio ukweli mm. Yeah, basi karibu sana asante, nimefurahi mm, sana <laughs> karibu sana <hai>, karibu <laughs> sana.